Kufuatia mkuu wa majeshi ya Uganda Muhoozi Kainerugaba kuchapisha taarifa katika ukurasa wake wa mtandao wa X zamani Twitter kuwa makomando ya jeshi la Uganda tayari wameingia mjini Juba, Sudani Kusini, taarifa hiyo imezua kizaazaa ndani ya bunge la Uganda. Machi 10 na 11, kupitia ukurasa wake wa X, Jenerali Muhoozi aliandika, sisi UPDF tunamtambua Rais mmoja tu wa Sudani, Mheshimiwa Salva Kiir. Yeye ni afande wetu UPDF kwani pia ni mdogo wa Mzee. Jambo lolote dhidi yake ni tangazo la vita dhidi ya Uganda. Wale wote watakaofanya uhalifu dhidi yake watakiona cha mtema kuni. Muhoozi akachapisha posti nyingine kwa kusema, siku mbili zilizopita, vikosi vyetu maalumu vimeingia kuilinda Juba. Akaongeza, Tutailinda mipaka ya nchi ya Sudani kama tunavyoilinda yetu. Hiyo ndiyo haja ya mirejeshi mkuu. Kufuatia taarifa hizi, ukurasa wa Jenerali Muhoozi uliendelea kuchapisha taarifa zilizoambatana video juu ya kuwasili kwa vikosi maalum vya Uganda katika mji mkuu wa Sudani, yaani Juba. Jenerali Muhoozi aliandika huko, operesheni maalum yenye jina la mlinzi wa kimya imeanza. Taarifa hizi zimepelekea kuzua kizaazaa ndani ya bunge la Uganda, ambapo wabunge wa nchi hiyo walimbana waziri wa ulinzi juu ya uamuzi wa serikali kupeleka vikosi vya kijeshi nje ya nchi bila kulitaarifu bunge kama sheria ya UPDF ya mwaka elfu mbili na tano inavyotaka. Baada ya kubanwa na wabunge, waziri wa ulinzi wa Uganda Jacob Oboth Oboth alisema kuwa hafahamu chochote juu ya taarifa za majeshi ya Uganda kuingia Juba na yeye hajahudhuria kikao chochote cha kupitisha uamuzi huo. Waziri Oboth aliwaomba wabunge wa Uganda wampe muda ili athibitishe swala hilo, japo aliwatahadharisha wabunge kuwa masuala mazito kama hayo yana njia zake rasmi za kuwasilishwa, sio kwa njia ya mitandao ya kijamii. Pamoja na taarifa hiyo waziri wa ulinzi bungeni, vyombo vya habari nchini Uganda vimeripoti kuwa kamati ya wabunge wa chama tawala cha NRM hivi karibuni ilikaa kwenye caucus na rais Museveni, na kukubaliana na mpango wa serikali ya Uganda kupeleka vikosi zaidi vya kijeshi nchini Sudan. Katika taarifa ya kamati ya wabunge ya NRM, wamesema kuwa wanaunga mkono serikali kupeleka majeshi nchini Sudani kama njia ya kuleta utulivu na kulinda amani katika ukanda unaoizunguka nchi hiyo. Kamati hiyo imesisitiza kuwa ni muhimu kwa Uganda kupeleka majeshi yao Sudani kulinda amani ikiwa nchi hiyo ilipokea ombi maalumu kutoka kwa rais Salva Kiir. Hata hivyo, Sudani Kusini baada ya kukanusha kwa takribani wiki sasa juu ya taarifa za uwepo wa vikosi vya Uganda, ambapo waziri wa habari wa Sudani Kusini Michael Makwei na msemaji wa jeshi la Sudani Kusini SSPDF Jenerali Lu Ruay Kong walipinga hapo mwanzo juu ya uwepo wa vikosi vya kigeni nchini mwao, lakini Jumatatu Machi 17 mwaka 2025, waziri huyo wa habari wa Sudani Kusini alikiri kuingia kwa vikosi vya wanajeshi maalum wachache kutoka Uganda ya ya kwa kazi maalum kama sehemu ya makubaliano ya kijeshi ya nchi hizo mbili yaliokuwepo kwa muda mrefu tangu wakati wakipambana na waasi wa Lord's Resistance Army chini ya Joseph Kony. Msemaji huyo jeshi la Sudani Kusini amekanusha kwamba vikosi hivyo vipo nchini mwao kwa sababu ya joto la kisiasa linaloendelea hivi sasa nchini humo. Haya yanajiri ikiwa hivi karibuni nchini Sudani Kusini kumekuwepo na wasiwasi wa kuzuka upya kwa mapigano kati ya vikosi vya wanajeshi wa serikali ambavyo vinamuunga mkono rais wa nchi hiyo Salva Kiir na vile vya wapiganaji wanaomuunga mkono makamu wa rais Riek Machar. Joto la kisiasa nchini Sudani Kusini limezidi kupanda baada ya serikali ya nchi hiyo kumkamata kiongozi wa upinzani Jenerali Gabriel Duoplam ambaye pia ndiyo mkuu wa vikosi vya SPLA-IO. Kukamatwa kwa kiongozi huyo kumeenda sambamba na mashambulizi katika mji wa Nasir ambako kunasadikika kwa sasa kunathibitiwa na wapiganaji wanaomuunga mkono makamu wa rais Machari. Kutokana na mvutano huu, wachambuzi wengi wanaamini kuwa vikosi vya Uganda vinavyoelekea Sudani kwa sasa ni kwa ajili ya kusaidia serikali ya Salva Kiir dhidi ya ukinzani ulioibuka tena wa ndani ya serikali. Bado jumuiya za kimataifa hazijatoa kauli yoyote juu ya mataifa, fukuto linaloendelea huko Sudani pamoja na uwepo wa majeshi ya Uganda. Sio mara ya kwanza kwa Uganda kupeleka vikosi vyake Juba, Sudani Kusini inusuru serikali ya Salva Kiir. Mara ya mwisho ni katika machafuko wenyewe kwa wenyewe nchini humo kati ya mwaka 2013 hadi mwaka 2016 ambapo vikosi vya serikali vilipokaribia kuondoshwa mji mkuu wa nchi hiyo vilinusurika baada ya vikosi vya Uganda kuingilia baada ya maombi ya Rais Salva Kiir.